Na wakazi wa maeneo ya Nyamira na Bungoma walipeleka malalamishi yao barabarani kutokana na hali mbaya ya barabara. Barabara hizo zimesalia katika hali mbaya kwa miaka, licha ya Rais William Ruto kutoa ahadi tangu alipokuwa naibu rais ya kutengeneza barabara hizo, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Ben Kirui. Ahadi za mara kwa mara kutoka kwa Rais William Ruto za kutengenezwa kwa barabara hii ya Manga Mote Momwamu, ambazo hazijatimia zaidi ya miaka mitatu akiwa naibu rais, sasa imepelekea wakazi kufanya maandamano kila mara kushinikiza serikali kuwajibika. Bwana rais, wakati alikuwa debut walipokuja na siazidwale, walisema ya kwamba hii barabara ya Manga Motemomwamu wataiweka lami. Hata hiyo kiribu, mkiangalia kwa YouTube iko lakini hiyo barabara wewe wekwa lami hata sign post iko hapa, hata hiyo rangi imetoka. Hali ya barabara ni mbovu kiasi kwamba wakazi wanalazimika kila mara kusaidia kukuamua magari ambayo yanazama topeni kunaponyesha. Tangu asubuhi hii barabara, vile mwenzetu mkiangalia, tumeshindwa kupita. Umetuwekea mwaram, hiyo mwaramu inatusumbua imefunja ma magari imeharibu kila kitu hata a ha, watu wenye wa, wanafanyisha mtihani wa, imebidi wametembea na mguu siku ya leo. Wakazi siku ya Jumanne wakipeleka hasira zao barabarani kudai kukarabatiwa kwa barabara hii haraka iwezekanavyo, wakionya viongozi wanaotumia kutafuta kura kukoma. Hali sawia inashuhudiwa katika eneo la Lwahaka, Kaunti ya Bungoma, wakazi wakisitisha shughuli za kibiashara katika mpaka wa Kenya na Uganda kulalamikia hali duni ya barabara eneo hilo. Barabara ni mbaya Mamia ya wasafiri walikwama huku madereva wakiungana na no waandamanaji katika maandamano ya amani. Barabara hiyo ambayo ni njia muhimu ya usafirishaji kati ya Kenya, Uganda na nchi nyingine jirani imekuwa katika hali mbaya kwa muda mrefu, hivyo kutatiza usafirishaji wa bidhaa na huduma. Nataka viongozi mwajibike, kwa sababu ujirani wema unatoka kwa njia nzuri. Hii ndio itafanya changamoto isikue wakati ya usafiri. Watu wetu wanapotumia hii barabara, at least waone wako comfortable, wanatumia barabara iliyo sawa, kwa sababu tukilinganisha Uganda na Kenya, barabara yenye inaingia Uganda kutoka bodeti iko sawa 100%. But yetu inaanza kuharibu biashara kulingana na usafiri. Watu wanapata shida kwa usafiri. Wakazi sasa wanataka uongozi wa maeneo haya, serikali kaunti pamoja na serikali kuu kuchukua hatua za haraka kukarabati barabara hizo. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Daktari Beki Omolo.